Israel imesema operesheni yake ya kijeshi katika ukanda wa Gaza inatanuliwa ili kuyakamata maeneo makubwa, wakati maafisa wakisema kuwa mashambulizi ya usiku kucha ya Israel yamewaua zaidi ya watu 44 wakiwemo watoto. Waziri wa ulinzi wa Israel Bwana Israel Katz amesema mashambulizi ya Israel huko Gaza yanatanuliwa ili kuangamiza na kuwafurusha wanamgambo katika eneo hilo. Aidha, amesema watakamata maeneo makubwa ambayo yataongezwa kwenye sehemu za kiulinzi za taifa la Israel. <tipos> Serikali ya Israel kwa muda mrefu imedumisha eneo la ulinzi ndani ya Gaza kando ya uzio wake wa usalama, na eneo hilo limetanuka sana tangu vita ilipoanza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tatu. Israel inasema eneo hilo la ulinzi linahitajika kwa ajili ya usalama wake, wakati wa Palestina wanaliona kuwa unyakuzi wa ardhi ambao unapunguza kwa kiasi kikubwa ukanda huo mwembamba wa pwani ambao ni nyumbani kwa watu milioni mbili. Mashambulizi ya Israel huko Gaza yanaendelea kusababisha vifo na uharibifu mkubwa.